Mheshimiwa mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa Tundu Lisu, makamu mwenyekiti Bara Zanzibar, katibu mkuu wetu Mheshimiwa John Mnyika, makamu eh, katibu, naibu katibu eh, wa chama chetu Zanzibar, wajumbe wa kamati kuu, secretariat na wapiganaji wenzangu, Assalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe katika makao makuu ya chama chetu na jisikieni fahari na heshima kuwepo kwenye maku, makao makuu ya chama chetu na ninadhani e, kwa uzuri wa ofisi yetu na eneo letu, naamini kabisa wanachama wa Chadema wanajisikia fahari sana kuwa na ofisi nzuri ya namna hii. Kwa hivyo, e, kwa hivyo niwakaribishe wote, ninafurahi kuwaona wapiganaji wenzangu e, ambao mmekuwepo kwenye vita na struggle hii kwa muda mrefu sana. Wengine mlianza vita hii mkiwa vijana na sasa hivi umri umekwenda kabisa. E, mlianza mkiwa wasichana, e, sasa hivi ni wamama watu wazima. Ma, mabibi kabisa. E, watu wazima sasa, nikiita mabibi inakuwa kama mmechoka sana. E, lakini kwa kweli e, mlianza mkiwa wadada lakini sasa ni watu wazima, unaona kabisa huyu mtu siku zimekwenda huyu Eh, vijana mlikuwa wadogo lakini sasa hivi mnaona kabisa ni bazee cha tayari, mmesha, mmesha cross line, lakini bado nia yenu na shauku yenu ya kutaka kuona mabadiliko iko pale pale, hamjatetereka pamoja na yote ambayo mmeyapitia. Ninyi ni mashahidi wa madhila na vurugu nyingi mlizofanyiwa kwenye chaguzi, lakini kitendo cha kuwaona mmekuja na kwamba bado mna nia ya kuendelea na mapambano haya Jamani, hebu mjipigie makofi na kujipongeza sana, si? Wengi wenu niliwaona mwaka 2020 tulipokuwa na 20, tulipokuwa na Mheshimiwa Lisu tumezunguka nchi nzima, niliwaona ninawakumbuka. Kila jimbo nililopita nikiwaona na heka heka zenu, jinsi ambavyo bado hamjakata tamaa. Nasema tu eh Mungu ana watu, yaani kati ya watu wengi na ninyi bado mmeamua na kwamba mtaendelea na vita hivi. Sasa tumeitana na ninashukuru mmeitika, mmekuja kwa nia njema na moyo wa ujasiri na uthubutu kabisa, kwamba tuje tuzungumze. Kwa tumeitana ili kuja kuzungumza, ninyi mkiwa watu wa muhimu sana katika harakati na kazi ya shughuli ya siasa tunayoifanya. Ninyi mmepeperusha bendera kwa awamu tofauti tofauti, mmeshiriki katika siasa na struggle hizi, na hivyo ninyi ni watu wa muhimu sana katika shughuli zetu na kazi za siasa na program za chama tunazozifanya. Kwa hivyo kwa spirit ya leaving no one behind, kwa falsafa ya kwamba asiachwe mtu nyuma, tumeitana ili tuje tuzungumze, tueleweshane, ili vita hivi tuvipigane kwa usahihi, tuweze kushinda vita tunavyovipigana. Kwa hivyo the spirit of leaving no one behind ndiyo ambayo imetuongoza na kuona kwamba kuna haja ya kuitana. Kwa hivyo tumeitana ili kuja kuelimishana ili tusitembee tu na watu kama misukule yanayokwenda tu haelewi mambo yanavyokwenda. Ah, lazima tueleweshana ili tunaposema kwamba tunakwenda uelekeo huu basi isiwe tunatembea na misukule, tuwe natembea na watu ambao wanaelewa kwa nini tunakwenda kwa namna hii. Kwa hiyo tumeitana kuelimishana, tumeitana kuimarishana. Lazima tujengane, kama kuna mmoja wetu haelewi basi lazima tumsaidie aelewe, kwa sababu kama haelewi atatukwaza, au kama hataki kuelewa atakuwa sababu la teso na kwazo kwetu. Kwao lazima tueleweshane, lazima tuimarishane. Tunapoimarishana inatupa nguvu. Kuna uwezekano mmoja wetu amejeruhiwa sana, akikumbuka gharama alizozitumia kwenye chaguzi, muda aliyotumia. Eh, ninyi ni watia nia, mmeshiriki sana kuwajenga na kuchagua serikali za mitaa. Kuna uwezekano umekwazika, umeumizwa, umefanyiwa mambo, moyo umeshuka. Kwao tumeitana kuimarishana, ili tusichoke, tuendelee mbele katika vita hii ya kudai mabadiliko katika taifa letu, lakini tumeitana kuambiana kwamba tunahitajiana, tunahitajiana, tunahitaji kila mtu. Kwao usijione wewe ni garasha na mtu asikufanya wewe garasha. Usikubali mtu akufanya wewe garasha. Garasha tu unaendeshwa endeshwa tu ah. Tunahitajiana wote na sisi kama viongozi wakuu tunawahitaji, maana tunaamini kwamba tunahitajiana wote katika vita hivi. Kwa hivyo kama tunahitajiana, ni lazima tutembee pamoja na ni lazima, katika mendo huu, ni lazima tuelewane, na kama katikati yetu kuna mtu amegoma kabisa katika jitihada hizi zote za living no one behind, tuimarishane eh, jengane tutiane nguvu, alafu katikati yetu kuna mtu hataki kabisa jambo hili, basi hii, hii, hapa, tutakubali kwamba sasa huyu ni dead wood, hafai kwa mbao wala kwa kuni, huyo sasa huyu tutasema hapana, hatuwezi kutembea. Lakini falsafa yetu ni kwamba tunahitajiana na hakuna mtu atakayeachwa nyuma. Ninaomba wapiganaji wenzangu, hilo liingie ndani ya mioyo yenu. Kwa hivyo tutakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza mambo, kueleweshana, kuimarishana, kujengana, kuuliza maswali, kufafanua mambo. Relax kabisa, msio na tension yoyote, everything is gonna be all right. Sawa sawa, jamani, naomba mniruhusu sasa niweze kuwatambulisha na kuwapa nafasi eh, eh, viongozi wakuu kwa ajili ya kuzungumza nanyi kwa kifupi tu ili E, tuweze kwenda kwenye kila kile ambacho kimetuleta. Kime nirudie tena ninafurahi kuwaona wote kutoka kanda